Kupitia mkopo wa asilimia kumi kwa mgawanyo wa nne vijana nne wanawake na mbili walemavu. Leo hii tunakabidhi pikipiki piki tano kwa kikundi cha Umoja wa Bodaboda Darajani ndani ya kata Lukobe, na niseme tu pikipiki piki hizi zitaenda kukuza uchumi wao binafsi na, na na wakata kwa ujumla kupitia usafirishaji wao, lakini kubwa niweze kuomba jambo moja, hawa waliopata fedha hii ya mkopo wa bodaboda kwamba wanapaswa watunze vifaa hivi ili viweze kufanya kazi zile zilizokusudiwa, lakini pia jengine waweze kurejesha huu mkopo, ili na wengine wengi waweze kufanya nini, waweze kunufaika kupitia hizi asilimia kumi za mkopo. Kwa hiyo endapo watarejesha vizuri kwa wakati tunaamini na watu wengine wengi watapata mkopo huo. Kwa siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake, kwa ajili ya wananchi wetu na hasa vijana wetu waliopo katika kata ya Lukobe. Hiki ni moja ya kikundi ambayo vilipopo kata ya Lukobe vya vijana zaidi ya vikundi ishirini ambavyo vimeundwa tunapovisimamia katika katika kata ya Lukobe ambayo vimenufaika na mkopo lakini hii sio kikundi cha kwanza, ni cha pili. Cha kwanza kilikuwa cha mafundi fenicha, kwa upande wa vijana na hiki ni cha pili kwa awamu ya robo hizi mbili za mwaka 2025 na 25, na mwaka 2026 pia. Vijana hawa wamenufaika kupata idadi ya bodaboda tano ambazo tunazishuhudia ziko hapa mbele yetu kwa siku ya leo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Pia tumewapa masharti ya kwamba watakapokabidhi kadi zao, watakapokabidhiwa na mzabuni, basi kadi hizo ziweze kufika hapa kwenye ofisi ya kata na kuzipeleka kwenye ofisi ya manispaa kwa ajili ya kuzihifadhi mpaka mkopo utakapoisha. Kama vijana, kwa niaba ya vijana wenzangu na kama kwa niaba ya uongozi pia wa kikundi hiki, tunaahidi kuzisimamia pikipiki hizi, kuvitunza vyombo hivi tulizopewa, ili tuweze kukamilisha uh, gharama ambazo zinahitajika ili kusudi viweze kuwanufaisha pia wanakikundi wenzetu mahali popote pale walipo ndani ya mipaka ya nchi yetu. Asante. Tumejipanga kurejesha gharama kulingana na vile ambavyo tumepangiwa na halmashauri, na tunaahidi tutalisimamia hilo kwa asilimia 100.